Jee, jee, jee. Basi ndio hivyo, uchungu unampata, anajionea hiki kitu live bila chenga. Basi amemuita mara nyingi, lakini haitiki tena, hata Fu Hongxue machozi yamemtoka. Aise, tumpongeze sana pia Fu Hongxue kwa kusema ukweli, ni mwigizaji mzuri sana Ee, mara nyingi anakuwa mkimya hivi, lakini expression yake, reaction kwenye uso wake, yani ni muigizaji mmoja noma sana. Sasa angalia wakati akiwa katika huo uchungu, wahani hii akawatuma watu wengi sana kwa ajili ya kwenda e, alishajua binti ni kama wanazungukwa, anamwambia tuondoke hapa, tuondoke haraka, tuondoke na kuomba, niko chini ya miguu yako na kuomba, Fuangshu, tuondoke, tuondoke haraka. kwa! Kwa! Hili ni jeshi kubwa sana. Baada ya kufika pale, wanampata Chino akiwa katika ile hali, basi inajulikana wazi aliyefanya hivyo ni nani. Mzee wetu alikuwa ameshajipanga kwamba anataka kuweka eh, makazi Eh, anataka kutia kabisa mizizi amuoe huyu binti Chwinon. Lakini ndoto yake haijatimia. Ni msichana mzuri mrembo. Anamwambia amka. Sasa ndoto haijatimia. Kwa hiyo uchungu lazima umpate na unajua yeye ndio mwenye kila kitu hapa. Kwa hiyo ana mamlaka ya kufanya chochote anachotaka kufanya. Anasema nakukataza usife. Nasema amka. Wewe ni mwanamke wangu unawezaje kufa? Amka. Hii nayo pia ni kama unaigiza e, basi ni sehemu ngumu sana kuigiza e, kwa sababu sehemu zote unatakiwa uigize katili. Sasa hapa unatakiwa uonekane una reaction ya kuumia na unatakiwa uumie. Kwa hiyo huwa hani hii naye anaonesha ile reaction sasa. Angalia michozi inavyomtoka eh. Kwa hiyo umemuua, nataka sasa utalipa kwa damu yako, na yeye sasa anataka kumlipizia ile mauti <laughs> Kwa hiyo hii sinema imejaa visa vya mambo ya visasi, akawaambia walinzi wake, fungeni kila mlango wa kutokea, hamna mtu yote kutoka hapa. Eh, ebane. Haya, sasa sijui itakuwaje, nakumbusha sana jamani mara kwa mara Subscribe YouTube yetu Subscribe tena na tena Subscribe. Kama haujawahi kusubscribe fanya hivyo leo, ni vizuri ukisubscribe, tunakuwa pamoja, unakuwa mwana familia Ha, hawa wakawa wanatimua sasa hawajui wanatokea. So, eh, anasema nakumbuka niliambiwa na mdogo wangu kwamba kuna sehemu ambayo tukipita tunatokea katika mto so. Akamwambia basi twende Honshu. Sehemu yenyewe inaonekana ni hili jakuzi, kumbe ni sehemu ya siri, sio tu jakuzi, ukipita hapo ni kwamba ni njia pia ya kutokea upande wa pili kama vile escape route. Sasa akamwambia, lakini kama tukipita hapa tutaonana tena basi, kila laheri mwambie, wala usijali mimi tutafanya, wala usijali umenisikia? wewe nishike mkono wangu hakikisha wa akikisha uniachii. Haya tuondoke basi, ndio hao kwenye maji. Eh, walishambiana kwamba wakipita hapo, kulingana na Chinon kwamba italiwahi kumwambia Ms. Ma kwamba hii ni escape route, ni njia siri ya kutorokea. Wanasemaga katika kila kasri, hata katika ikulu mahali anapokuwepo rais. Rais wa nchi kuna njia ambayo ikitokea yametokea machafuko fulani, yani labda pale ikulu pametokea jambo lolote ambalo sio, kwa mfano tu, yani inamaanisha ikatokea ni hivi. Basi inasemekana kuna kuaga na njia ambayo Mm, kiongozi anapita yani ni sehemu ambayo yeye inamfanya apite pale akiwa salama, na wanampeleka moja kwa moja e, katika sehemu ambayo wanaita safe house, sehemu salama zaidi. Sasa hii tuliyoiona hapo ndiyo sehemu ya sampuli hiyo. Kuna sehemu zingine unakuta ni kama njia ambapo kabisa imechongwa kama pango. Ehe, lakini kuna sehemu nyingine kama hii, naona ni ya kipekee sana. Wewe ukifika pale unaweza ukajua ni jacuzzi tu lile, au labda basi dimbwi la kuogelea lakini baadaye unakuja unagundua kumbe, kumbe ni njia, ukipita hapo kuna sehemu unaenda kutokea. Sasa wamepita humo, lakini inaonekana lazima kutakuwa na mlango wa kutokea. Basi ikawa sasa, binti anajitahidi kweli. Anatafuta wapi funguo ilipo, kuna njia ambayo bila shaka, kuna namna ukigusa. Basi itakuwa ni sehemu ambayo e, lazima kuna mlango wa kutokea, basi wakafungua mlango. Sema haya, mlango umefunguka. Sawa alivyoachia hivi, ule mlango unafunga, ina maana lazima mmoja abaki, mwingine ashike. basi akaanza kumfungulia mpenzi wake eh, akiwa anasubiria kwamba mpenzi wake apite. Sasa ukiachia panafunga, inabidi nitafute kitu cha kugusa hapa hapa. Nataka utoke, usikae. Hapana hapa, tuwezi kuondoka pamoja, tuondoke haraka. Binti anaogopa kweli. Nisikilize nachosema huwa hani lazima atakuwa basi tutafuta njia nyingine tutoroke basi, maana hapa ikiwezekana tuondoke turudi zetu tukaishi kule tulikotaka kuishi. Baba mtoshala. Acha nataka niwaue wote. Naomba Hongxue unisikilize. Akatoa kitu fulani kichwani kwake. Sasa ni nini kile? Kwa ni nini unafanya nini? Hey, kidogo jamaa, sa mwenyewe mkavu hata mdomo wafungui, ndugu yangu. Ametumia ile script cha. Akamwambia sikiliza. Hakikisha hamna mtu yeyote atagusa hapo. Kamata hii. Eh, kidogo sasa imebidi amkimbie. Binti akapita. Baada binti kupita, mlango ukafunga. Sasa anashukulia. Mchizi arudi. Ya Yalijua kwamba ana jamaa naye atakusa. Lakini wezi. Mlango unafunga, mchizi atagusa. Anasema sasa ni wakati wa mimi Kufanya kile ambacho sikufanya. Oh, akabaki na ile scripture inaitwa life and death scripture. <coughs> Wanajeshi wanakuja huko kwa nguvu nyingi sana wakiwa na asira mingi sana. Sasa ana staili yake mwamba, ambayo hata hey, anavyoutoa upanga wake maana yake yuko tayari. Oh, bibia yuko nje kule anasikia kili. Bana, panga zilipigwa, panga zilipigwa sio kawaida ah. Alitaka kuwaonesha kwamba mimi si mtu wa kudhihakiwa, acha niwaoneshe. Huyu jamaa sio ndo amenipa kesi, nitaua askari mmoja baada ya mwingine. Lakini askari ni wengi sana, kwamba akitoka huyu anaingia huyu. Sasa ataweza kweli kushambulia wote hawa maana? Yake tumeona uzoefu wake mara ya mwisho akiwa kwa Ma Kongqun, alichangiwa na askari wengi akashinda. Sasa bibi analia maskini, fungua basi na kuomba, niko chini ya miguu yako, anamwambia eh, mm, e, naamini kwamba imekuwa bahati mimi kukutana na wewe, lakini leo naomba uondoke. Hakuna namna nyingine. Basi alijitahidi kuwapunguza mmoja baada ya mwingine, lakini sasa sijui kila anachojaribu ni kama vile anaua, hawa wanakuja wengine. Sasa e, cheki bado wanaingia wako wengi sana. Hey, kuna mwingine alijaribu kushika pale afungue ili wampate bibi, akakatwa mkono. Mchizi hana hana hana, hana utani. Sasa angalia bibi naye huko kashasha, bibi analia niache sasa. Mchizi huko kidogo ali lose focus baada ya kusikia mpenzi wake amenaswa, mako chani huko pale. I mean, huyu ni huwa ni akawa amempata binti binti Ma Miss Ma. Kumbuka Miss Ma ndio aliyemuua Chino. Je, atamwacha? Kumbuka jamaa anampenda Chino? <coughs> eh, hey, bwana. Kama ingekuwa ni movie za Kimarekani tungesema imepigwa kitako cha bunduki. Hii alipigwa na kitako cha panga. <coughs> Baada ya kunaswa jamaa akaenda naye sasa kwenye machimbo yake ya siri. <coughs> Mwambia unajua nini? <coughs> Kulikuwa na mwanamke kama <coughs> wewe. <coughs> Na yee basi angekuwa ndio mke wangu milele. Alikuwa ni mwanamke ambaye tayari ameshaanza kuwa na furaha siku zote, unalijua. Lakini kwa sababu yako wewe ameuawa, kwahio kwa hiyo nime nataka, nataka na wewe sasa ulipe hiyo eh, sadaka. Unasikia hizo hatua za miguu huko nje? huyo ni mtu wako, na yeye pia tumeshamnasa akiwa na upanga wake ule. Inabidi tuhakikishe kwamba leo tutammaliza na huo upanga sasa. Anamwambia kabisa Fangshimba, wala usiwe na wasiwasi wpeshal <coughs> nd mimi si nitakuua wya <coughs> ni <coughs> ibz w wdwl ninataka ubaki tu kuwa kama kibaraka wangu maisha yako yote hatari sana jamaa, anataka kumtumia kama kapapet. Basi ee, akawaachia maelekezo watu wake, akawaambia aya, mtamlinda huyu. Maana yake ni kwamba binti pale kuchomoka ni ngumu sana. Unajua kuna wakati mambo yanakutokea inafikia mahali nguvu zote zinakuisha, yaani unakuwa plani sasa zimefika mwisho, huna tena cha kufanya. Ndio binti sasa amefika hapo Unaona, sasa kama katika hali kama ile, amedata kabisa, mpaka ameamua kulala tu, basi linalokuja na lije. Jamaa alitakiwa aende akakatwe kichwa, lakini kabla hajafanya ilo, pana mtu hapa anatokea ambaye basi anamwokoa. Kuna sinema moja inaitwa Undisputed maana yake ni mtu ambaye, yani unaweza kutumia njia nyingi sana kumaliza, lakini unayojaribu bado huwezi kumpata. Sasa hu, huyu ni tunamuita undefeated, maana yake ni kama huwezi. Kila mara anapofikia hatua kama vile maisha yake yanafika mwisho, ndio inakuwa kama mwanzo wa maisha mengine. Basi kumbe aliyemsaidia alikuwa ni Ye Kai. Sisi ni baraka sana, nimekutana tena na ndugu yangu Na nirudishe kwa mwenyewe. Falini bado yuko uh, Griffin, inabidi tukamsaidie. Hatuwezi kukuacha uende huko sasa, mm, inabidi kwanza tupange mipango. Wewe sasa hivi una majeraha kama yote. Tukisema uende saizi Fengshui eh, lazima uko utaenda kunaswa. Alafu wanawake wako wengi katika hii dunia. Utatafuta mwingine. Eh, bradha Lu anaongea kama masiara. Wale jamaa walitumwa kundi kubwa sana, wakapangwa kwamba waende wakamkata kichwa Fengshui. Sasa kule inaonekana wameshaisha. Sasa wamekuja kuripoti, mwenyewe kashakasirika. Nimwache tena ametoroka eh. Hii meniangusha sana. E, nilishasema kwamba mtu akishanaswa kwenye mkono wangu atakiwi kutoroka. Sasa inaonekana mwamba katoroka tena, na hii inamwogopesha zaidi. Huwezi kujua sasa Fu Hongxue ni nini ambacho anakipaka. Haya, sasa kumbuka, basi usisahau kwamba kwa namna moja au nyingine mwenetu sasa, ambaye tunamwita Ye Kai, yeye mchumba wake Bini. Dili ni maarufu katika mji huu kwa sababu familia yao ni tajiri sana. Umeona hapa ni nyumbani kwa kina Dili. Matajiri kulikweli, yani wanaitwa D family. Chuf. Huyu ni kakake Dili. Na kama unavyoweza kuona hata misosi nini unyama mtu. Sasa wakiwa katika kula kwao, bana, ikarushwa bendera ya kiajabu, ikakita pale mlimani. Kwa kina Dili pia kuna jeshi moja hivi hatari sana. Ni familia ambayo inaaminika sasa inashanga, inashangaza kuona Demon Section ameingia hapo kutoka Griffin Palace, wakiwa wamevaa uniform zao na vitambaa vyao vya kuku. Katikati yao, anakuja mwamba. Huyu si mwingine ni huwa ananiye. Sasa tunajua kwamba wamemteka Miss Ma, umeelewa eh? Kwa hiyo sasa inakuaje hapa? Kuna vita hapa. Hapa kuna kundi kubwa upande huu wa pili na hapo kuna mashujaa. Ye Kai, Brother Lou, eh? Brother Ding, Fu shu. Eh, ni nini kilichokufanya uje hapa? Alikuwa na furaha alipokuwa na wewe na sasa huwa hani... Ni, ni kitu gani ambacho kimekuleta hapo? Nataka kufanya nini Gen -gen? Nafikiri mnatakiwa nyinyi wote muwao, eh. Ikabidi sasa familia ya Ding kutoa upanga, kila mtu akatoa panga lake. Wana staili yao ya kupigana ambayo sio ya kawaida, lakini usisahau kwamba basi huyo huwa hani hii ana uchawi ambao huaga anautumia Unaona, eh, kuna kama kinywaji pia ambacho walimiminiwa na kinywaji walichomiminiwa inaonekana pia hakikuwa ni kitu cha kawaida, ilikuwa ni sumu. Kwa hiyo ina maana huyu jamaa ametumia pia watu ndani ya nyumba ya kina Dilin, na wamepewa sumu bila wao kujua. Akawaambia, mnatia huruma sana eh, mnajikutaga mnajua, lakini sasa mtafanya kitu gani tena? Sasa mtakuwa kama wajinga fulani tu ambao mtapigwa kama wengine walivyopigwa naona section nyingine zote sasa zimeanguka, imebaki moja. Ntawapa nafasi tena nyingine anguka. Lakini Fu Hongxue akaamua kutoa upanga wake ajaribu. Sasa mzee anajiamini sana kidogo nayee sasa, e, na sasa ile hali ikapata inakuwa kama masiara, lakini wote wanatapika damu. Ilikuwa kama mchezo fulani hivi lakini, inaonekana kabisa mzee kajipanga. Anamuuliza nini ambacho umeenda kufanya na misma, ni nini ambacho umemfanya huyo binti? Ah, kwa kuwa wewe basi ndo ulifanya kiburi, ngoja ni kuoneshe eh, bwana. Likaletwa sanduku. Sasa hii maana yake nini? Mchizi analetwa sanduku mbele za macho yake. Se mara mlango wa ile sanduku likafunguliwa. Ni roho ya namna gani hii, kumweka mtu katika sabuni. Binti alikuwa hapo amekauka kao. Sasa binti akiwa hivyo, ina maana kama unamwonesha mchizi e, binti akiwa katika hali ile, unamfanya kama ahisi kama shambawa. Kidogo akaamka mara, kidogo akatoka katika lile sa. Lakini mara ya mwisho tunakumbuka e, binti Ma Fangling alikuwa tayari ameshakumbushwa, memori zake zisharejea, yeah. Binti kuna kitu pia alimpatia Fu Hongxue akamwambia kama, ikitokea nimekusahau, utatumia kitu hiki kunifanya nikurudie tena, nikukumbuke, nikukumbuke. Nimekiharibu kitabu kile, hutakipata tena. Basi alipofanywa sababu, ameanza tena tena kulogwa tena, najua tena mambo ya uchawi hapa

Mzee anatumia uchawi wake kucontrol binti na binti anafanya vitu akiambiwa, yani kama robot vile. Unajua robot unalituma tufanye hivi linaenda. Sasa angalia, kamrushia kitabu na kujaribu kupeleka shambulizi kali, lakini bado huyo mwanangu huyo ngumu sana kumweza, akisema hii ni kwa nini ukunywa sumu. Mimi napenda pombe, lakini natumia safi sana. Umekuwa kijana mtii lakini bado si, haujachelewa sana, ikiwa tunataka kufanya kitu tunaweza kukufanyia. Mbona huyu ni mjinga sana? Kwa nini nimemwambia kitu? Sasa angalia, Ma Fangling anaanza kumshambulia vita. Yaani pale pakawa sio vita ya kawaida. Vita baba. Jamaa anajitahidi kukwepa, lakini sasa huyo binti kashafanywa kama tool. Kama zana ya kufanya mauaji. Kwa hiyo kila anapokwepa anakutana na eh, kama shambulizi. Eh, hii ni kusema kwamba amewasahau wote ambao wako mbele yake. Lakini juu kabisa ya bendera anatua mtu mmoja mnoma sana. Mzee wangu afadhali wa umekuja. aee iingziiia Hao, kufanya usipigane wewe unamtumia mwanamke. wo lu. Hebu njoo uonje raha ya upanga wangu kidogo. Uh, alafu nilisahau kidogo kumbe, mm, wewe jamaa utu, eh? Mpaka chini <laughs>